Aa, karibu katika chaneli ya ndugu wa WCB. Aa, leo ningependa tuelekezane ama tujulishane tu ni namna gani unaweza kuficha picha na videos kwenye gallery yako, yani visionekane, mtu anaposhika simu yako akiingia kwenye gallery asiweze kuona vitu vyako ambavyo unahisi wewe vinaweza kuwa ni private. Unaweza kuvificha kwa njia rahisi sana, tuende kwa pamoja. Kwanza kabisa ujue unapokuwa <coughs> unatumia gallery ujue kabisa picha yoyote ama video zinapotumwa kwenye WhatsApp zinakuwa zinaonekana kwenye gallery, au picha yoyote kitu chochote kile ambacho ni picha au video unapopiga unapotumiwa zinakuwa zinaonekana kwenye WhatsApp. Ah, lakini njia ya kuvificha na unakuwa unajua ni wewe mwenyewe tu una uwezo wa kuvipata. Kwa namna gani? Ni njia nyepesi sana. Kwanza kabisa itahitaji uwe na WhatsApp, uwe ni mtumiaji wa WhatsApp ambapo utaingia kwenye file manager file management. Then ukiingia utaingia kwenye storage yako kama ni internal ama ni, ni external then utahitaji kutafuta WhatsApp yako. Kwa mfano mimi hapa natumia FM WhatsApp, itaingia kwenye FM WhatsApp then itaingia kwenye media <coughs> That, utaona kuna hivi vitu vyote ambavyo wewe kama wewe kwa mfano unahitaji ku, kuficha picha utaona hapa kwenye FM WhatsApp image. Kwa mfano mimi natumia FM WhatsApp, wewe kama unatumia WhatsApp ya kawaida utaingia kwenye image, utaona kuna image ambazo umetumiwa then kuna sent hapa, ambazo unatuma wewe hapa. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya kitu ukaingia una uwezo wa kwenda kuzichukua picha kwa mfano, picha zipo katika DCIM ukaingia kwenye kamera ukachukua mfano, mfano ukachukua picha mfano ukachukua hata hizi picha zote ukachukua maybe hata hizi picha mbili ukachukua hata hizi picha mbili then una cut kabisa. una cut baada ya hapo, unarudi kwenye kwenye storage yako unaenda kuitafuta whatsapp unaingia kwenye media unaingia kwenye images. then unaingia kwenye senti, alafu unazipaste. Ukishazipaste unaona kuwa ukirudi kwenye <coughs> kwenye storage yako ukaingia kwenye DCIM yako utakuta kuwa kwenye kamera zile picha mbili hazipo na pia ukirudi kwenye gallery ukirudi kwenye gallery ukirudi kwenye gallery ukiingia kuzitafuta zile picha zile picha tayari hazipo. Unaona, hii ni njia rahisi sana, unaweza kuficha picha zako ama video pia unaweza kuficha na mtu yeyote asiweze kuona kupitia gallery. Maybe awe ni mtundu kama wewe, ajue ni namna gani mtu anaweza kuficha picha na ajue kabisa kweli, unaweza kuwa umezificha wapi. Aa, mpaka hapo naona, itakuwa ni mwisho wa tutorial yangu ya leo. Naomba usisahau ya kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification kwa ajili ya kutazama video zetu na ujifunze mambo mengi kwa muda mchache zaidi. Asante.